Ah, mke wangu namshukuru Mwenyezi Mungu. Darasa la leo lilikuwa zuri kabisa <yukabisi>. Lakini <tipo> eh, kwenye darasa la leo nimejifunza vitu vingi sana ah. Lakini kitu kimoja ambacho nimeondoka nacho shehe ameweza ah, kunifundisha kuhusu suna ambazo zipo katika dini ya Kiislamu hmm. Lakini suna mojawapo ni suna ya, ya ndoa ambayo ameweza kunifundisha. Na kanipa kisa kimoja ambacho ah, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambacho, mm -hmm. aliniambia kwamba kulikuwa kuna bwana mmoja ambaye alikuwa na ndoa tayari ya mke mmoja, mm -hmm. lakini maisha yake yakawa ni magumu sana. Akaenda kwa mtume akamuuliza mtume, nifanye nini? Mtume mm -hmm. akamwambia oa, akaongeza mke wa pili, huh? Lakini isivyo bahati bado maisha yakawa ni shida sana. Akarudi tena kwa mtume. Mtume mm -hmm. akamwambia oa, akapata mke wa tatu. Upata mke wa tatu Mashaallah, yule mke wa tatu akawa na biashara yake ya fundi cheleani, akaweza kuendesha familia na kila kitu kikawa kiko sawa na familia yao ikawa yenye uwezo. Mm -hmm. Yes, ikawa iko nzuri kama. Sasa kupitia kisa kile mimi <coughs> eh, nikawa nimepata wazo tu nikatoa kama mfano. Mm, sisi hapa nyumbani tupo maisha yetu yapo vizuri kabisa. Mashaallah, lakini unajua tuna malengo makubwa ya kuwa eh, zaidi ya hapa tulivyo. Nikasema sasa kupitia kisa hicho eh, kwa mfano mimi nikapata mwanamke mwingine mwenye uwezo mwenye pesa ambaye atakuwa na pesa nyingi kabisa nikamuoa, okay. Eh, nikakamilisha okay, suna hii kwa kupata mke wa pili mimi. Okay, mke wangu wewe, siwezi kukuacha kwa sababu wewe tayari ni mke wangu wa kwanza, kwa hiyo nikaongeza mke wa pili, lakini nakuachia nyumba hii nakupa na pesa, kwa sababu ule mwanamke na pesa nakupata milioni za ishirini, unafanya za biashara, alafu mimi nakuwa na wake wawili E, tunaishi tuna, tuna, kwa mfano tunakuwa na maisha yetu mazuri tu na tayari tutakuwa tumetimiza suna na tuko sawa mm. ushamaliza e? umemaliza e, nilikuwa nakuelezea kisa hicho cha wewe, nimekupeleka chuo eh? nimekupeleka chuo umeenda kujifunza suna za kuoa au kwenda kujifunza dini? Nataka nini kwenye dini sasa ya Kiislamu? Si mada ndogo ilikuwa suna ya kuweza kuoa kwa leo. Mwisho huko umeona ulimalizia. Kwa hiyo wewe nikuuliza swali. Alifu unajua? Bado ndio naja, unaleka kujifunza wapi? Be unajua? Te unajua? Jim, He unajua? Uwezi kufika alhamdu bila kujua hizo bwana. Wewe unakuja kuletaje stori hizo za habari za Sunna? Wewe wewe ulienda umeenda kule. Ulichukua nacho kujisoma na kukijua na kukinakili. Ni Sunna tu. Eh? Alhamdulillah unajua hata hujafika alhamdulillah. Umeenda kule unakumbuka tu Sunna Sunna. Sunna. Milioni 20, mimi milioni 20 za nini? Wewe ndio kubadilisha dini mwenyewe. Wewe kwani unakumbuka lile vagizo lililokuwa kwenu lile? Mimi nilikuwa nataka kutolewa roho kwa sababu wewe kutaka kubadilisha dini kuwa Muislamu. Leo unakuja kuniletea habari gani hapa? Eti Sunna. Sunna. Sasa unaiongea mwenyewe kwa madaka kabisa, nisikilize. Kwanza leo baki na dini yako na ya baki na dini yako tutaishi. Unataka unainuka unang'oka au ning'oke mimi? Hapa kuna mtu kwao aya kuna milioni 20. Usinichanganyia habari wewe. Baki na dini yako nimesema. Usijaribu <coughs> usinibaki na dini yangu tayari <coughs> tushafunga ndoa. Ndio tunaachiana <coughs> nipe tarakamu. Ah, niachi. Nipe taraka yangu. Utaandika, sio umejua suna na kuandika taraka utakao, umefundishwa wewe na Sheikh Mohamed. Nipe taraka yako nimesema. Kwa vipi usinichanganyia hapa habari. Wewe unakuja hapa kuoa alifu, ujui hapo ulipo. Oh, umeenda kujua tu suna nyingine be, ujui. Usinichanganye, nipe taraka yangu, au baki na dini yako. Baki na dini yangu, wa Kristo haoi mara mbili.